Ofisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo amezungumza kambi ya timu ya taifa ya Taifa Stars kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 dhidi ya Zambia na mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Irani. Baada ya kikosi kutajwa kuelekea kwenye mchezo uh, wa mwisho wa makundi kufuzu kombe la dunia dhidi ya Zambia. Wachezaji wataripoti kambini eh, Oktoba 4 hapa Dar es Salaam ambako tutakuwa na session uh, za siku mbili uh, kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba nane kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Eh, mchezo utachezwa saa nne za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi eh, katika eh, michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia katika eh, kundi letu. Kwa hiyo tunauendea mchezo huo kwa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Baada ya mchezo huo dhidi ya Zambia, kikosi kitasalia visiwani Zanzibar, na takriban siku mbili baadaye kikosi kitaondoka kuelekea Dubai, ambako tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tutacheza dhidi ya Iran ni mchezo muhimu ambao utachezwa eh, Oktoba kumi na nne. Uh, ukiangalia Iran ni moja kati ya mataifa ishirini na moja ambayo uh, yana viwango uh, vya juu kwenye ubora wa FIFA, kwa maana kwenye rank za FIFA eh, Iran ni miongoni mwa mataifa ishirini na moja eh, kwa hiyo utaona ni aina ya mchezo ambao, aina ya mechi ambazo tumekuwa tukizihitaji sana kuzipata, na tunaona kwamba tunaendelea kuzipata. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwetu na tunauchukulia mchezo huo kwa uzito uh, mku.